Tarehe yes, 23 ya mwezi wa tano mwaka 2025 tuko hapa uh, katika wilaya ya Kibaha vijijini kata ya Dutumi kijiji cha Kimara Misale. Lengo ni ziara ya kikazi na kagua hali ya mawasiliano eneo hili Mheshimiwa mbunge Michael Mwakamo alililalamikia kwamba kuna mawasiliano hafifu. Hivyo leo nilipanga kuhakikisha kufika katika maeneo haya na kuwahakikishia wananchi wa Kimara uh, misale kwamba tayari sisi Wizara ya Mawasiliano Teknolojia ya Habari tumeshafanya mkataba na watoa huduma wa Yas na tayari ndani ya miezi mitatu watatakiwa mnara uwe umeshakamilika ujenzi na umewashwa, kwamba sasa wana Kimaramisale wanakwenda kupata mawasiliano ya uhakika. Niweze kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan namna ambavyo anaendelea kupigania wananchi wa aina zote, kama tulivyojionea, tumekuja pembezoni mwa mji kabisa na tuna minara kadhaa ndani ya jimbo la Kibaha vijijini. Kwa hiyo mnara huu tunakwenda sasa kukamilisha almost vijiji vyote ndani ya Kibaha vijijini kupata mawasiliano ya uhakika. Kwa hiyo ni e, ni, niendelee kutoa hofu kwa wananchi, lakini niendelee kumsisitiza mtoa huduma Yas ahakikishe tarehe 30 Agasti kwa maana ya ndani ya miezi mitatu huu mnara huo umekamilika na umewashwa na wananchi wa Dutumi hapa Kimaramisale wawe wanapata mawasiliano ya uhakika. Nafikiri ni mnara wa 35. Kwa hiyo tunakaribia kufikia asilimia 90, zaidi ya asilimia 90 ya wananchi wetu wote watakuwa wanapata, wanapata mawasiliano. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Mbunge, juhudi zake ni za dhati kwa wana Kibaha vijijini, anawatendea haki sana, nampa maua yake mengi sana lakini niseme kwamba ujio uh, wa mawasiliano kwa dunia sasa hivi sio tu huduma. Hichi ni kitu ambacho wazungu wanasema transforming force. Ni kitu ambacho kinakuja kinabadilisha namna tunavyofanya mambo yetu mengi, kuanzia eh, tunavyohudumia wananchi. Kwa mfano mtu anaweza kuwa, ukiwa tuna mawasiliano anaweza kulipa luku, anaweza kulipa huduma eh, ya maji, anaweza kupata taarifa za kuboresha daftari la wapiga kura na kadhalika. Kwa hiyo uwepo wa mawasiliano unabadilisha tunavyohudumia wananchi, unabadilisha tunavyoendesha siasa zetu, inabadilisha namna ambavyo tunafanya uh, usalama na, wa wananchi unabadilisha namna ambavyo tunawafikia wananchi. Kwa hiyo ni mabadiliko, ni mpongeze kwa kufika eneo hili la ki, ki, Kimaramisale vijijini kabisa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi tumeona changamoto hi kidogo barabara, lakini niwaambie kwamba barabara hii iko kwenye eh, bajeti na tumeshatenga lakini tuna, tunafahamu kwamba hii sio barabara ya kiwango cha lami. Kwa hiyo ni busara ukisubiri mvua ishe alafu ufanye ukarabati. Ni kwamba taratibu zingine zote za upatikanaji wa mnara ziko vizuri, na bahati nzuri sana ni kuthibitishie, hata uongozi wa kijiji walinithibitishia uwepo wa wataalamu ambao walifika kwao kwa ajili kwa kwa ya kubaini eneo la ujenzi wa huo mnara. Kwa hiyo kwa niaba yao natoa pongezi kwa dhati kabisa kwa serikali, kwako wewe mwenyewe binafsi ambaye umefunga safari mpaka hapa. Kampuni ya Yas tunapenda kuishukuru serikali kwa kutuweza kutu, kutushika mkono kuhakikisha mawasiliano yanafika kwenye kijiji cha Kimaramisale. Serikali imetoa zaidi ya asilimia hamsini ya gharama nzima ya kujenga mnara, na tunashukuru pia uongozi wa wilaya. Tumeweza kupata kibali na ujenzi utaanza kuanzia wiki ijayo. Wiki ijayo tutaanza kuleta material Natumaini barabara tutaweza kupitisha matiro kwa urahisi, na tutasimamia hili swala ndani ya miezi mitatu, mawasiliano yapatikane hapa ya Kimaramisale. Tunaishukuru sana serikali na wananchi wote, tunawapa pole kwa uvumilivu wa kukaa bila mawasiliano, lakini tunawahakikishia sisi, sasa Yas ni wakati wetu, na tunahakikisha huduma hii itafika kwa wakati kama tulivyopanga. Asante.